Bwana, ni safari ndefu kweli kweli kutokea Dar es Salaam mpaka hapa visiwani Zanzibar. Na hapa tupo katika dimba la Amani, sehemu ambapo nakwenda kupigwa mchezo siku ya kesho, Nekundwa Msimbazi Simba wakilitumia kama dimba lao la nyumbani kwenye mchezo huo, wakakaribisha Stellenbosch kutokea pale nchini South Africa. Ilikuwa ni miongoni mwa ndoto zake kubwa kuweza kushuhudia timu yake pendwa ya wekundu wa Msimbazi Simba ikipepetana na South Africa, na hatimaye wana Simba wameweza kufanikisha jambo hilo kwa bibi Sofia. E, bibi ambaye aliweza kuonyesha mapenzi ya dhati, mapenzi makubwa, mwenyewe anapenda kuita mahaba kwa timu yake, pale ambapo Shomari Salum Kapombe alikwenda kupiga mkwaju wapenati, wa penati wa maamuzi kwa wekundu wa Msimbazi Simba kwenda hatua ya nusu fainali, na hatimaye ule msemo wao, hii tunavuka E, ukaenda kutimia na ekunda Msimbazi Simba kufika hatua ya nusu fainali. Hatimaye tuko naye bibi Sofia hapa katika dimba la New Amani Complex, ambapo amewasili majira haya haya ya jioni va hapa visiwani Zanzibar kuhakikisha kwamba anakuja kuishuhudia timu yake, na sisi tumeona ni vyema e, kama Simba Fans TV kuzungumza naye mawili, namna ambavyo safari imekuwa na anaionaje Zanzibar kwa muda huu ambao amefika. Sitaki nikuchoshe sana, kwani mambo ni mengi kweli kweli. Sofia, mambo ni aje? Uko poa? Habari za Dar es Salaam? Nzuri. Eh? Yeah. Umetua Zanzibar hatimaye. Nashukuru, ah, Mungu. Eh? <laughs> Nashukuru, nimefika Zanzibar. Ni siku ya kwanza. Eh. Nashukuru Simba fans kwa kunifikisha mahali hapa, ndio. Umefurahi lakini? Sana, sana <laughs> yaani nimefurahi sana, sio kidogo. Mepanda boti, mm, kwa, ah, kwa mara ya kwanza hali ilikuaje? Ah, kwa kweli ilikuwa ni mara ya kwanza, ndio ya kwanza Ha, hai, unajua kama ndo siku ya kwanza lazima utakuwa haupo sawa, lakini namshukuru Mungu nafika salama, hakuna kitu kilichotokea bana. Uko amani hapa kwanza, umeiona venye wenyewe hiyo bana. Nipo Dar es Salaam, lakini naambiwa tu Zanzibar, tunacheza Zanzibar, amani, nikasema. Lakini kwa uwezo wa, wa, wa Mungu na naiamini meja yangu ya yes, CFTV ni Simba fans itanipeleka Zanzibar na kweli yamenileta Zanzibar. ndio umefurahi? Yes, sana nafurahi. Simba imefanya mazoezi hapa kwa ajili ya kesho. hali yako ya moyo inaendaje? Ah. <laughs> washabiki wetu wa Simba ah. ah. lazima kuna hali fulani yani, lazima awe anaisikia. Ah, lazima sawa mimi, lakini kwangu mimi laki. Ah. Kila kwangu mimi, na yani ah na kalakini o aa, lakini kwa so sababu hmm, naiamini timu yangu na benchi la ufundi na kochangu, mambo yatakuwa sawa. Bana sawa, unakwenda kuishuhudia simba ikiwa uwanjani kwenye michuano ya kimataifa ilikuwa ndoto yako. Siku ya kesho unakwenda kumshuhudia elimu panzu, unadhani itakuwa furaha ya aina gani kwa upande wako? Huku pia unakwenda kumshuhudia kibudeni simkandaji, unakwenda kumshuhudia baba Esta Shumari Salum Kapombe, unakwenda kumshuhudia favorite player wako Lada Kiuma cha Sambi. Uh, ni jambo zuri na nategemea wachezaji wote watakuwepo kwenye mchezo yeah, kwa hiyo naceshukuru kocha wangu yuko vizuri. Nadhani uh, kikosi yes, itapanga vizuri zaidi. Mimi namtegemea kocha, nadhani atafanya vizuri hapa katika wachezaji ambao wanaona wataibusha Simba ni wote, wanaibusha Simba wote yeah. Yes, mimi naombea kwa Mungu wamke salama, mechi waipambanie, ila kikubwa nachoomba wachezaji wasi wasidharau mechi kabla hawajaingia uwanjani. Yeah. Yes, wasidharau, kikubwa waenda nah, kapambane, wajue kwamba si mashabiki wote tulipo jukwani tunategemea wenyewe, kwa hiyo usituangushe, tumetoka mbali. Uh, umetoka Dar es Salaam hadi Zanzibar kwa mara ya kwanza peke yangu lakini walioko nyuma yangu kuna eh, watu wanatoka Dodoma sasa hivi Mwanza wamenituma niwakilishi eh. yes. ah, wa Dodoma, yes, Dodoma, Dar es Salaam, <laughs> na airport nzima eh. yote ile il wamenituma niwakilishi. Unakuja kuwakilisha Simba yeah. eh yeah. Bana, kwa Wazanzibari umeonaje? Naona mambo yanazidi kuwa moto, binafsi umeonaje? chache. Sekunde <laughs> ah, sekunde <laughs> tena. Vizuri. Unawaambia vizuri. Vizuri. Yes. Nini ambao hawa Zanzibari wamepewa dhamana na Wanasimba kwamba mechi tumewapa nyinyi eh? Nendeni uwanjani, fanyeni eh? Mnavyofanya kuhakikisha kwamba Simba tunakwenda hatua ya fainali kuanzia hapa eh, Zanzibar, mchezo wa kwanza kabisa ama mkondo wa kwanza ninachoambia, oh, mimi ninachoambia kwamba ni wa yes. Wazanzibari, sasa mashabiki, oh, mashabiki wa Zanzibar, mimi nawakaribisha waje uwanjani, ah, washuhudie. unawakaribisha tena som wanakukaribisha wewe? <laughs> mimi nawakaribisha basi. kuna, kuna baadhi wengine wanasema kwamba sisi tutashindwa kwa, yeah, sababu ni Stellenbosch, ni timu kubwa, anachokisema South Africa. Ndio. Simba ni ndogo lakini mimi kwa jinsi ni shabiki wa Simba najua Simba ipo vizuri, kwa hiyo wasio na wasiwasi, waje uwanjani, wajoze uwanja. Nashukuru Mwenyezi Mungu, mpaka dakika hii tiketi zinakaribia kuisha. yeah, fula yangu ndio ipo hapo. Wewe yako kwako siipo au au umekata nyingine? ah, ipo. <laughs> ipo. Ipo. Eh? Yes. Mm. Safari ya Zanzibar unayo hii hapa, uko hapa ya Saudi mm. <laughs> Mi sofusina, sina. Yeah. A, sina tiketi bado, sina ila ndoto ziko si pale pale, ama ikiishi hapa, ndoto yangu iko pale pale ya yani, pale, aa bana, ni wafanya kazi yani ndege zinakopaa, auakuna acha utani sasa, utaendaje endaje Mm, kwa uwezo Mwenyezi Mungu kama hapa alinifikisha salama na nilikuwa sijui kama nitakuja yeye, yeah, ndo yeah. Ye, kafanya yote nimefika, na najua hata hivyo ataifanya, ataenda South Africa kumshuhudia mnyama, lazima niende, yani hiyo ni lazima, na nachoomba Mungu niende, yeah. Yes, acha bana. Sofia, hivi yeah. unadhani wewe kumuona mpanzo live mchezo mpanzo ndani ya amani? ah. <laughs> afaka samaji anasema kwamba hapa hizi nyasi ninavyoziona ona hizi mm. Hapa atakuwa akimbii tena, atakuwa anateleza tu kama kambale. Acha, hacha kabisa eh? Mpanzi au semaji yes, anampamba tu. Mm, semaji, kuna mtu anaye mpamba? au unamwonaje wewe, unavyomwona wewe? mimi eh. eh. eh? mimi sina vyomuona eh. mimi, kwa hiyo na wewe unavyomuona, ila kwa mimi Ah. kesho utaona game. Yeah. Kesho? Kesho. Eh. Kitu kitaeleweka, kitaeleweka yes. Bana Sofia, mimi sitaki nikuchoshe, kwa sababu safari ni ndefu kweli kweli, kutoka Dar es Salaam kwa mara ya kwanza, hali ya bahari kwa mtu ambaye hatujazoea pia inafahamika, yeah. Labda azungumza na wanasimba, namna gani umefika eh. namna gani umefurahi na pia kufika hapa. Mungu akijali ya kesho eh, utapata nafasi ya kuiona timu yako. Nianze nikifika ni nitoe ni ni, ni ni, ni ni shukrani kwa ambao walikuwa nyuma yangu na wazazi wangu wamenipa baraka zote kufika Zanzibar pamoja na familia yangu yote na wale nawa mashabiki zangu wote mafansi wangu ndio pia na kazi ni kongo ya poti. na na Simba wenzako pia wote, ulikuwa samani nije nifike Zanzibar kuchuhudia mechi ya Simba na Stellenbosch. namshukuru Mungu nimefika salama nakesho, na kesho safari ndio hiyo inshallah utaiona Simba. Yes inshallah bana, mimi sikuchoshe sana, nikushukuru sana Sofia kwa maoni yako mawili matatu, mazungumzo yako yes, mawili matatu bana, asante banahuku wanazungumza Kiarabu, anasema usiku mwema alamsik, sijui vipi, ntakuagakvyohivyo <laughs> <laughs> uh, usiku mwema bana. <laughs> Bana, mtazamaji wa SFTV huyo ni bibi Sofia ambaye eh, kama mlipata kuona huko katika mitandao ya kijamii namna eh, ambavyo tukio lake lilitokea alivyokuwa akishangilia ushindi wa Simba kwenda eh, hatua ya nusu fainali, lakini pia ndoto zake ambazo alitamani siku moja ama kuja kuishuhudia Simba ikicheza dhidi ya Stellenbosch kutokea pale South Africa, na hatimaye siku ya leo amewasili hapa Zanzibar, na kesho, inshallah panapo uhai, afya na majaliwa yake Mwenyezi Mungu, basi naye atakuwa hapa miongoni mwa mashabiki wekundu wa Msimbazi, Simba ambao kwa mapenzi na mahaba yao eh, watakuwa hapa kuiunga mkono timu yao ya. Ilikuwa na muda bora zaidi sana na Bibi Sofia, lakini tangu asubuhi tulikuwa pamoja. Tukutane muda na wakati mwingineo. Kesho nayo ni siku ambayo wana simba wengi wanaisubiri. Nyuma ya kamera Shabani na kwa bora kabisa anahakikisha kwamba mambo yanakwenda hapa ndani ya SFTV. Tukutane kesho, bye, bye.